Jamani, tuacheni mchezo na dunia hii. Dunia Allahu tabaraka wataala asema, araditum bilhayati dunia, hivi nyinyi mmeridhika na uhai wa dunia minal akhira, kuliko uhai wa akhira ambao kwamba khairun wa abqa, uhai wa akhira ni bora wenye kubakia. Kwa hivyo, maridhika na uhai wa siku chache tu hizi

kutengeneza starehe za dunia, nyumba yako iwe vizuri, iwe na kila furaha na anasa, litengeneze sana kaburi lako. Na kaburi halitengenezwi kwa kununua la, kaburi latengenezwa na amali zako, yale matendo yako mazuri, ndiyo yatakuwa rafiki bora ndani ya kaburi lako. Ndiyo mmoja alokaa kwa mwalimu miaka thalathini, miaka thalathini yuko kwa mwanachuoni, akaulizwa. Yule mwalimu wake akamuuliza, umesoma nini kwa muda wa miaka thalathini? Akasema mambo manane. Yule mwalimu akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiu, miaka thalathini wasoma mambo manane tu? Haya, nieleze. Lakini alipomweleza yule mwalimu akamwambia, leo mimi nimekuwa mwanafunzi wako. Moja katika alilosema katika elimu aliyoipata duniani, kwamba mimi katika dunia hii, raaitu likulli minha minna sahibu, naona kila mtu hapa duniani ana rafiki yake, mkewe nani yake, kila mtu ana rafiki walakinnahu ida faraka dunya, lakini anapoondoka duniani, anapokufa marafiki wote humwacha peke yake Fatakhadhtu hasanati, mimi nikaamua kwamba rafiki wa pekee atakayedumu mimi ni mema yangu, amali zangu nzuri. Litakuna fil qabri ma'i, kwa sababu ndiye rafiki atabaki na mimi kaburini.